Lo, guys siko au naifuatilia channel ya Marco M. TZ, karibu sana kwenye channel hii. Leo naenda kuelekeza jinsi ya kuwekeza; utawekeza vipi kwenye platform au kwenye kampuni hili jipya la Barrick Club. Barrick Club ni kampuni jipya ambalo limeanza hivi karibuni na lina faida nyingi sana. Je, utawekeza vipi kwenye kampuni la Barrick Club? Barrick Club ni hii hapa. Ni kampuni nzuri kabisa ambalo limeanza hivi karibuni na unawekeza kwa, kwa matokeo ya odd na even. Je, baada ya kuweka pesa utawekeza vipi? Sasa utaanzaje kucheza? Nimefundisha video nyingi. Kuna video ya kwanza ambayo nimeelekeza jinsi ya kujiunga na Barrick Club, na nikaelekeza jinsi ya kutoa pesa na kuweka pesa, na hii video nitaelekeza jinsi ya kucheza, jinsi ya ya kucheza kucheza kwenye Barrick Club. Baada ya kuweka pesa itasoma kama kama ilivyo hapo itasoma pesa itasoma kama unavyoiona hapo juu. Kiasi ni hichi hapa, kiasi ni elfu sabini na tatu. Sasa kwa sababu mtaji wa kujiunga na Barrick Club ni elfu tatu, kianzio ni elfu tatu. Sasa mimi nitatumia elfu tatu kucheza, kukuelekeza jinsi utakavyoweza kucheza na kupata faida tuseme, let's say, umeweka elfu tatu. Kabla hujaanza kucheza, lazima ujue kuna formula inaitwa 3X kwenye kwenye Barrick Club. Ili uweze kucheza na kupata faida kila siku, lazima utumie formula ya 3X. 3X ni formula ambayo tunazingatia sheria ya uwekezaji kwenye Barrick Club. Maana yake ni nini? Sasa tuseme mtaji wako ni kuanzia elfu tatu Mtaji wako ni elfu tatu umeweka kwenye kwenye akaunti yako ya Barrick Club. Sasa unapoanza kucheza usicheze mtaji wote. Tuko tunacheza kidogo kidogo kidogo kidogo, lakini akishona na balance mtaji wako huo elfu tatu ili uweze kufika hadi mwisho ya uwekezaji wako. Kwa sababu unaweza kuwekeza elfu tatu ikaliwa moja kwa moja. Ili sasa usipoteze kupitia elfu tatu yako lazima ucheze kidogo kidogo kwa mfano, ukicheza kwa kwa ukicheza kwa mia tatu kwenye shilingi elfu tatu ambao umeiweka kwenye akaunti yako inaweza kufaa zaidi, lakini ukiangalia mzunguko huu, yeye hapa alicheza kwa elfu tatu tatu, maana yake salio lake lilikuwa ni kubwa. Huu hapa ni hii ni sheria ngeleba kutafasiria hii hii sheria hii ni sheria ya 3X. Huyu alikuwa anacheza kwa shilingi elfu tatu tatu, lakini kwenye Barrick Club kucheza ni kuanzia senti kumi. Mia mbili, mia tatu, mia tano, mia ngapi unacheza vizuri tu ukiweka elfu tatu ukiweka elfu tatu maana yake umecheza. Ikiwa ikiwa soma vizuri huu mstari, mzunguko wa kwanza, ikiwa utapoteza, maana yake utakuwa umepoteza utakuwa umepoteza elfu tatu Kwa hiyo ikiwa utashinda, utakuwa umekula elfu tatu nyingine, jumla itakuwa ni elfu sita Sasa kama utashinda, umecheza elfu tatu umechagua odi na ikaja odi tayari, utakuwa umekula utakuwa umekula shingapi? Utakuwa umekula elfu tatu. Mzunguko wa pili, kama utaliwa sasa, mfano umecheze elfu tatu, alafu mchezo ukapoteza umechagua even ukaweka elfu tatu ikaliwa. Mzunguko wa pili, mzunguko wa pili itabidi ucheze elfu tisa. Mzunguko wa pili ucheze elfu tisa, kwa maana ya kwamba kwa kufata mfumo wa 3x manaake, mfumo wa 3x manaake tatu mara elfu tatu mtaji wako ambao umeweka mara elfu tatu unakuja kupata sawasawa, sawa na elfu tisa na elfu tisa Kwa hiyo ukiliwa, kwa mfano ulikuwa na elfu na na tatu, ukiliwa, itabidi ujucheze elfu tisa ukicheza elfu tisa ikiwa utapoteza ikiwa utapoteza sasa kwa mfano ya elfu tisa negative hapa maana yake kama elfu tisa italiwa au kama utashinda elfu tisa kama ukishinda umecheza umecheza elfu tatu ukaliwa ukacheza elfu tisa ukashinda ukacheza elfu tisa ukashinda sasa maana yake utachukua ile elfu tisa ile elfu tisa ile elfu tisa unatoa na elfu tatu elfu tatu unatoa na elfu tatu utapata jibu, faida ambayo utaipata ni elfu sita Kwa hiyo kwa kufuata mfumo wa 3x, umeliwa mara ya kwanza elfu tatu ukawekeza ukafuata mfumo wa 3x, manake 3 ni tatu zidisha mara mtaji wako ambao x ni mtaji wako kwa hiyo uliliwa mara ya kwanza elfu tatu ukapoteza elfu tatu ukaamua kwenda kwa, kwa chikucheza elfu tisa mzunguko wa pili, ukala ukala, inakuwa umekula, utakuwa umekula elfu kumi na nane Sasa ukichukua elfu tisa ile sasa, elfu tisa ambao utakuwa umekula hapa, elfu tisa ambao utakuwa umekula utoe na elfu tatu ambao ni negative ambao ulidhiwa mwanzo utakuja uone faida yako ambao umetengeneza kwenye mzunguko wa pili utakuwa umetengeneza elfu sita. Sasa je, kama ukipoteza sasa umecheza tena elfu tatu, umecheza elfu tatu ukapoteza, ukacheza elfu tisa ukapoteza. Itabidi ucheze elfu ishirini na saba mzunguko wa tatu. Mzunguko wa tatu hapa. Itabidi ucheze shilingi ngapi? Itabidi ucheze, itabidi uchukue siri tabidi uchukue tatu mara elfu tisa utakuja kupata elfu ishirini na saba Kwa hiyo mzunguko wa pili wa tatu utabidi ucheze elfu ishirini na saba Ikiwa elfu ishirini na saba utakula, ikiwa elfu ishirini na saba utakula, maana yake chukua elfu ishirini na saba chukua elfu ishirini na saba kama elfu ishirini na saba utakula, maana yake itabidi sasa uchukue uchukue elfu ishirini na saba utoe na elfu tisa utoe na elfu tatu utakuja kupata jibu lako ambalo umepata faida ni elfu kumi na tano elfu kumi na tano ambao ni hii hapa, kwa utajikuta Ukichiwa, umeliwa mara kwanza elfu tatu ukacheza elfu tisa ukaliwa ukacheza elfu ishirini na saba ukala, maanake utajikuta ndani ya mizunguko mitatu umetengeneza elfu kumi na tano. Elfu kumi na tano umetengeneza. Je, ikiwa umecheza elfu ishirini na saba umepoteza mzunguko wa nne, utacheza nini mzunguko wa nne? Maanake utachukua elfu ishirini na saba mara tatu utakuja kupata ucheze themanini na moja utabidi ucheze themanini na moja mzunguko wa tatu, mzunguko wa nne utabidi ucheze themanini na moja mzunguko wa nne. Hapa kama utakuwa umepoteza kama utakuwa umepoteza, itabidi ucheze elfu themanini na moja ikiwa utapata, maana yake sasa, ikiwa utapata, je, ukiwa umepata uta, utafanyaje ukiwa umepata uta, ili ujue faida yako ni ngapi? Nachukua elfu themanini na moja kutoa elfu ishirini na saba ambao liliwa kule mwanzo, kutoa elfu tisa ambao liliwa kwenye hatua uh, ya pili, kutoa elfu tatu ambao liliwa kwenye hatua uh, ya kwanza, unakuja kupata faida ambao umetengeneza kwenye hatua uh, ya nne, kama elfu arobaini na mbili. Kwa hiyo nadhani huu ni mwendelezo ni mwendelezo wote, mzunguko wa tano, mzunguko wa sita, mzunguko wa saba na wa nane hivyo hivyo. Je, umecheza kwenye mzunguko wa kwanza elfu tatu ukala utacheza tena? Inabidi tena ukila kwenye mzunguko wa kwanza, umecheza elfu tatu ukala, inabidi ucheze elfu tatu hiyo tena. Una, unacheza elfu tatu hiyo hiyohiyo, endapo kama umecheza elfu tatu kwenye mzunguko wa kwanza ukaliwa uka, ukacheza elfu tisa mzunguko wa pili ukala, maana yake tabii tena urudi kwenye hatua ya kwanza kwenye elfu tatu tatu, yani ki unapokula unarudi kwenye stage yako ya elfu tatu tatu, lakini unapoliwa hakikisha mtaji wako unaozidisha mara tatu 3X. mara 3X, x x tatu xxx maana yake Sawasawa, capital capital capital, mtaji mtaji wako x ni mtaji wako ambao unakuna tumia. Manake ukiliwa, unazidisha mara tatu. Ukila unarudi kwenye hali yako ya kawaida, elfu tatu elfu tatu elfu tatu Ukiliwa tu unapanda mara tatu, ukiliwa tena unapanda mara tatu hivyo hivyo. Sasa naenda kuonyesha mfano practical, naenda kuonyesha mfano kwa vitendo, naenda kuonyesha mfano kwa vitendo, naenda kuonyesha mfano kwa vitendo. Mfano sasa tunaingia practical. Mimi nina mtaji wangu ambao ni elfu tatu. Tunasema tuanze mimi na mtaji wangu elfu tatu. Nitakuja kwenye kucheza hapa, nitabonyeza hapa kwenye join kwenye joyo hapa hii nikacheze nikuonyeshe kwa vitendo sasa. Uh -huh. Uh -huh. matokeo yanatokea hapa yanatokea hapa sasa, mi naamua kwamba kwa sababu naamua kucheza kama ni odi odi, kama ni odi, kama ni even, mi naamua kucheza even, naweka mia tatu natola tu mfano, mia tatu, naweka mia tatu nasubiri naweka mia tatu. Deka zina hesabu ni hizi hapa deka zinahesabu deka hizi hapa zina hesabu zina hesabu. Dakika nimeweka kwenye even. Tuone sahii fomula ina apply vipi? Eka kwenye even nimeliwa. Nimechagua even, lakini hapa mwanzo imekuja odd. Sasa nilikuwa nimeweka mia tatu inabidi sasa ile mia tatu ambayo nilikuwa nimeweka mia tatu kupitia fomula ya 3X, manake manaake, sasa ni mia tatu mara tatu sawasawa na mia, na mia tisa nicheze sasa. Kumbe laundi ya pili sasa nitaka, inabidi nicheze mia ngapi? nicheze mia tisa nicheze mia tisa nicheze mia tisa nimecheza mia tisa nimeliwa. Sasa hii ni raundi ya pili na liwa, kama nimecheza mia tisa nimeliwa maanake mia tisa mia tisa chukua mia tatu mara mia tisa mia tisa, tisa. tisa. yaani mtaji wako ambao ulikuwa umeweka maanake, inakuja shilingi ngapi? Inakuja kama elfu mbili mia saba. Maanake hatua nitakayofuata nicheze elfu mbili mia saba, mtacheza kwenye elfu mbili mia saba hapa kwenye even, nimechagua even, tunasubiri matokeo. Sasa kuna kuna ndo nazidisha hivyo hivyo hivyo hivyo hadi utakapokula. Hakikisha usiruke stage, ukiruka stage utakuwa umepoteza. Ehe. sasa elfu mbili mia saba mara tatu ukiliwa tena, hivyo hivyo elfu mbili mia saba mara tatu, kwa hiyo inakuja shingapi? Ukiangalia haraka haraka, elfu mbili mia saba mara tatu inakuja elfu nane mia moja. Kwa hiyo inatakiwa ucheze elfu nane mia moja hapa, kwa hiyo unakuja kucheza kwenye even hapa nane mia moja umecheza kona, subiri ucheze e. Kwa hiyo bila shaka umenielewa, unazidi kwenda hivyo hivyo hivyo, kuna unafata kwa mfumo wa 3X. Kwa hiyo tukija kula tukimeza kula hivyo, unarudi tena kwenye mfumo wa tatu mia tatu. Kwa hiyo na beti kulingana na mtaji wako, hakikisha una balance mtaji wako unakuwa vizuri sana na kama hujaelewa, comment au subscribe my channel uweze kupata information tofauti tofauti. Nadhani nashukuru sana kwa kufuatia video hii mwanzo hadi mwisho wa video hii. Asante sana.